Dunia ya sasa inakimbia haraka kuliko ndoto zako. Wakati wewe unasubiri nafasi, wengine wanaijenga. Kila siku kuna mtu anaanza safari yake ya mafanikio, na kuna mwingine anaishia katikati kwa sababu alikosa nidhamu, maarifa au mwelekeo. Hakuna uchawi kwenye mafanikio, ni mchanganyiko wa uamuzi sahihi, nidhamu na ujasiri wa kubadilika. Na kama kweli unataka kufanikiwa kwenye dunia hii inayobadilika kila sekunde, basi hiki ndicho unachohitaji kujua sasa. Kabla sijaanza kukutajia mambo ya kuzingatia ili ufanikiwe katika hii dunia ya kisasa, naomba ubonyeze alama ya subscribe hapo chini ili nijue kama tupo pamoja katika safari hii ya mafanikio. Sasa tuanze. Moja, maarifa na ujuzi. Elimu ya jana haiwezi kukusaidia kupambana na changamoto za leo. Sasa hivi mafanikio hayaamuliwi na cheti bali na ujuzi unaoweza kutumika. Dunia ya leo inahitaji watu wanaoweza kufanya, sio tu wanaojua. Ujuzi ni silaha ya maisha mapya. Wakati wengine wanasubiri nafasi, watu wenye ujuzi wanazijenga. Wanaona tatizo, kisha wanatumia maarifa kutengeneza suluhisho. Tazama mfano wa William Kamkwamba kutoka Malawi, bila pesa, bila teknolojia alijifunza kupitia vitabu vya zamani. Akiwa kijana mdogo, alielewa kanuni za upepo, akatengeneza turbine ya upepo iliyozalisha umeme kwa kijiji chake. Leo hadithi yake inafundishwa duniani kote, na amekuwa mmoja wa wazungumzaji wa TED, akionyesha kwamba maarifa yakitumika, yanaweza kubadilisha dunia nzima. Mfano mwingine ni Jack Ma kutoka China. Alikuwa mwalimu wa Kiingereza lakini akaamua kujifunza internet peke yake. Baada ya kuelewa jinsi teknolojia inavyounganisha watu, alianzisha Alibaba, kampuni kubwa ya biashara mtandaoni ambayo sasa inatoa ajira kwa maelfu ya watu. Alianza kwa maarifa madogo, akayatumia, akayapanua na yakageuka kuwa nguvu ya kiuchumi. Na hapa Afrika Mashariki, maelfu ya vijana wamejifunza digital marketing graphic design na coding kupitia simu zao. Leo wanauza huduma zao mtandaoni, wanapata kipato bila kusubiri ajira. Huu ndio ushahidi kwamba dunia inamlipa yule anayetumia maarifa yake kutatua matatizo. Hivyo basi, kama William alitumia vitabu, Jack Ma akatumia internet, na vijana leo wanatumia simu, basi wewe pia una silaha mkononi mwako. Kila siku unayo nafasi ya kujifunza kitu kipya, hata kama ni kupitia video, makala au mtu anayekuzunguka. Kanuni ni moja: usiishi kusubiri ajira, jifunze kuunda ajira, kwa sababu elimu inakupa msingi, lakini ujuzi ndiyo unaojenga jengo la mafanikio. Mbili, nidhamu na uthabiti. Hakuna mafanikio bila utaratibu Watu wengi wana ndoto kubwa, lakini wachache wana nidhamu ya kuzitekeleza kila siku. Nidhamu ndiyo daraja kati ya malengo yako na mafanikio yako. Kuna siku utakosa hamasa, utakosa nguvu, lakini mtu mwenye nidhamu hatasubiri mood, atafanya kinachotakiwa kufanywa. Tazama Cristiano Ronaldo, kila mtu anamuona uwanjani lakini wachache wanajua nidhamu iliyomfikisha hapo. Wakati wachezaji wengine walikuwa likizoni, yeye alikuwa gym, analala mapema, anakula kwa mpangilio, na kila siku anafanya mazoezi kwa kiwango kile kile, hata baada ya mafanikio makubwa. Ndiyo maana amedumu kwa zaidi ya miaka 20 akiwa kileleni uthabiti wake umeshinda kipaji cha wengi waliokuwa na uwezo mkubwa kuliko yeye. Mfano mwingine ni Elon Musk. Wakati kampuni yake ya SpaceX iliposhindwa mara tatu, wengi walimwambia aache, lakini nidhamu na uthabiti wake vilimfanya kuendelea kufanya majaribio mpaka roketi ya nne ikafanikiwa kurudi salama duniani. Leo SpaceX imeandika historia kwa kuanzisha safari za kibiashara kwenda angani. Na hapa nyumbani kuna vijana wengi wanaoanza biashara ndogo, channel za YouTube au kazi za sanaa. Wengi huanza kwa nguvu kubwa, lakini hukata tamaa wiki ya tatu. Wale wachache wanaoendelea bila kuangalia matokeo ya haraka ndiyo wanaofanikiwa. Uthabiti ndiyo unaogeuza juhudi kuwa matokeo. Weka ratiba ya kila siku, fanya jambo lile lile kwa ubora, hata siku zisizo na motisha, maana mafanikio si kasi ya mwanzo, bali ustahimilivu wa safari. Kumbuka maneno haya, uthabiti unashinda kipaji ambacho hakina nidhamu, kwa sababu kila siku unayofanya jambo dogo kwa ubora, unakaribia hatua moja zaidi kufikia ndoto zako. Tatu. Mtandao sahihi. Katika dunia ya sasa, mtu mmoja sahihi anaweza kukufungulia mlango ambao ungechukua miaka kufika. Mafanikio mengi hayatokani tu na ujuzi wako, bali pia watu unaowajua na zaidi, jinsi wanavyokujua. Mtandao sahihi ni kama ramani ya siri, unakupeleka mbali haraka kuliko nguvu zako binafsi. Tazama mfano wa Oprah Winfrey. Kabla hajawa bilionea au malkia wa media, alijua siri moja, kujenga uhusiano wa heshima na kila mtu aliyekutana naye. Kutoka kwa wafanyakazi wenzake hadi wageni wa mahojiano, alijenga mtandao wa watu waliomwamini na ndio ukawa msingi wa mafanikio yake. Leo, karibu kila mtu mkubwa wa Marekani amewahi kupitia jukwaa lake. Huo ndio nguvu ya mahusiano mazuri. Mfano mwingine ni Mark Zuckerberg. Alipoanzisha Facebook akiwa chuoni, aliwaalika marafiki wachache kumsaidia kuboresha wazo lake. Mtandao huo mdogo wa marafiki wa Harvard ukawa chanzo cha kampuni kubwa zaidi ya mitandao ya kijamii duniani. Uhusiano mdogo lakini sahihi uligeuka kuwa ufunguo wa mapinduzi ya kidijitali. Lakini kumbuka, Mtandao mzuri haujengwi kwa kujipendekeza. Unajengwa kwa thamani na tabia. Watu watakukumbuka sio kwa maneno yako, bali kwa matendo yako. Kuwa na heshima, uwazi na uaminifu. Vitu hivi ni sarafu adimu sana leo. Ungana na watu wanaokufundisha kukuinua au kukupa nafasi. Usihofu kuomba ushauri, kuuliza maswali au kusaidia wengine bila malipo, kwa sababu mara nyingi nafasi kubwa zaidi maishani huja kupitia mtu mmoja sahihi. Kumbuka maneno haya. Connections are the new currency. Mtandao sahihi unaweza kukuinua zaidi kuliko pesa. Ungana na watu wanaokufundisha kukuinua au kukupa nafasi. Usihofu kuomba ushauri kuuliza maswali au kusaidia wengine bila malipo kwa sababu mara nyingi nafasi kubwa zaidi maishani huja kupitia mtu mmoja sahihi. Kumbuka maneno haya: Connections are the new currency. Mtandao sahihi unaweza kukuinua zaidi kuliko pesa. 4. Uwezo wa kujibadilisha, adaptability. Dunia inabadilika kila sekunde. Kile kilichokuwa kizuri jana, leo kimepitwa. Aliyeshindwa kubadilika leo, atapotea kesho. Watu wengi wanapenda utulivu, lakini mafanikio hayapo kwenye comfort zone. Dunia ya sasa inahitaji mtu anayeweza kujifunza upya, kufikiria upya na kufanya upya. Tazama mfano wa kampuni ya Netflix mwanzoni Walikuwa wakituma DVD kwa njia ya posta, lakini walipoona teknolojia ya streaming inakuja, hawakusubiri, walijibadilisha mapema. Leo Netflix ni moja ya kampuni kubwa zaidi za burudani duniani, huku washindani waliokataa kubadilika kama Blockbuster wakifutika kabisa. Mfano mwingine ni Kodak. Walikuwa kubwa kwenye kamera za filamu, lakini walipoona digital kamera zinaibuka, walipuuzia. Waliamini teknolojia mpya itapita. Miaka michache baadaye, kampuni nzima ikaanguka kwa sababu walishindwa kubadilika. Na kwa upande wa kibinafsi, tazama jinsi watu wanavyotumia AI na teknolojia sasa. Wapo waliokimbia wakiogopa kwamba itachukua nafasi zao, lakini wapo waliokaribia wakajifunza kuitumia. Wale waliokaribia ndio wanatumia AI kuharakisha kazi, kuboresha biashara na kuongeza ubunifu. Hapa ndipo siri iko: kila mabadiliko mapya huja na fursa mpya. Wale wanaoyakimbia hupokea, na wale wanaoyakumbatia ndio wanaoongoza. Badilika haraka, jifunze upya, jaribu njia mpya bila hofu, maana mabadiliko si adui wako, ni mwalimu wako. Kumbuka maneno haya: mabadiliko si tishio, ni tiketi ya kuendelea kuishi. Uwezo wa kubadilika ndio ufunguo wa kustahimili, kukua na kuendelea kushinda katika dunia isiyokaa tulivu. Kauli mbiu ni moja tu bas. ni either ubadilike na ukubali mabadiliko au upotee. Kwa lugha ya Kiingereza inasemwa adapt or disappear. Every change carries a new opportunity. Mabadiliko si tishio, ni tiketi ya kuendelea kuishi. Tano, akili ya kiuchumi na maadili. Financial and moral intelligence. Ufanisi wa kweli haupimwi kwa kiasi cha pesa ulichonacho, bali kwa namna unavyotumia na kwa maadili unayoishi nayo maana mafanikio bila utu ni sawa na nyumba nzuri iliyojengwa juu ya mchanga. Watu wengi wanajua kutengeneza pesa, lakini wachache sana wanajua kuitunza. Uwezo wa kutumia pesa kwa akili ndiyo msingi wa uhuru wa kifedha. Kila shilingi unayoitumia iwe kama mbegu, ipande sehemu yenye rutuba, si kwenye anasa zisizo na tija. Tazama mfano wa Warren Buffett. Ni bilionea lakini anaishi maisha ya kawaida. Nyumba moja aliyoinunua miaka ya 1950 bado anaishi nayo. Siri yake ni dhamu ya kifedha na maadili. Hajawahi kuishi kwa maonesho bali kwa kanuni. Lakini akili ya kiuchumi peke yake haitoshi. Pesa bila maadili inamharibu mwanadamu. Dunia imejaa watu wenye fedha nyingi lakini mioyo mitupu, kwa sababu walijenga mali bila kujenga utu. Maadili ni mtaji usiopungua thamani. Uaminifu wako ni hisa kubwa zaidi. Heshima yako ni mali ambayo hakuna soko linaweza kuuza. Kuwa mtu wa neno lako, jenga jina linaloaminiwa, maana watu wanapokuwa nini watakupa nafasi hata bila kuomba. Tumia pesa kwa akili, lakini usipoteze utu wako. Tumia akili ya kifedha kujenga utajiri na akili ya maadili kujenga urithi, maana watu wenye akili ya kiuchumi hujenga utajiri lakini wenye akili ya maadili hujenga urithi wa kudumu. Build wealth with wisdom. Build legacy with character. Uaminifu ni mtaji. Kama umejifunza kitu leo, usiache hapa. Bofya subscribe ili safari hii ya kujenga mafanikio, maarifa na utu iendelee pamoja. Tukutane katika video inayofuata ya mafunzo.